Mambo mambaya, mambo, m mambo yenye nguvu, yani mambo yana, yani mali pana, yani pana nuka vibaya yani, yani hata uko na sababu ya kutokukaa pale. Bwana Yesu asifiwe! Na hata ukiita mtu unamweka pale, unamuuliza, wewe ndugu, unaweza kukaa mahali kama hapa? Anakuambia, ni kweli ndugu, siwezi kukaa mahali kama hapa. Huyo mfalme wa harufu wa, wa kutovumilia ukisema utatoka, amekushinda maana, kumbuka nyumba ni yako. Kumbuka ahadi hizi ambazo Mungu ametuahidi ni zetu, lakini kuna wafalme. Na mfalme huyu wa harufu ni ule ambaye anashinda watu kutovumilia, kwa sababu ahadi za Mungu ni lazima uvumilie. Bwana Yesu asiwe na, katika kuvumilia ndio tunaona huyu mfalme anakukwaza anakuvunja moyo na anakuonjesha harufu yake mbaya, ili utoke. Bwana Yesu asifiwe sii. So, kama unaonanga wanasiasa wanavyofanya siasa, huwa wanatoa matisho kwa mpinzani wake, anatolewa matisho ili aweze kujiuzulu. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa maneno, anatishwa, yani mambo inakuwa hali mbaya, ili aweze kujiuzulu na huyo mfalme akimshinda, utasikia amesema amejiuzuru. Kwa hivyo huyu mfalme ambao ni lazima mshinde, anaitwa harufu. Kuvumilia katika huduma, kuna mambo yatatokea yana harufu mbaya, mpaka ukiuliza mtu mwingine, wewe ukifanywa hivi unaweza kukaa? hana kuambia, kweli siwezi kukaa. Lakini kumbuka huyu mfalme ataki uvumilie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima umshinde. Kwa hivyo, mtoto wa Mungu, ili kufika katika ile nchi ya ahadi, ni lazima ujue kuna hiyo nchi iko na mfalme, na ako na mbinu zake, hata kuachilia vitu ukoze kuvumilia, useme ah, hapa vile imekuwa, mimi wacha niache hii huduma, hapa mahali pamekuwa, wacha niache hii kanisa. Yaani, mambo yamekutokezea, na yale mambo yamekutokezea ni kweli, yanaumiza kama binadamu. Kumbuka, Mungu anatuambia tuseme tumeponywa hata kama tunaumwa na saa hiyo unaumwa. Haleluya. Kwa hivyo huyu mfalme ni lazima pia umwangushe. Kuna mfalme mwingine ninapoenda kumalizia anaitwa kuona. Vile unavyoona na hayo macho. Kumbuka huyu wa kwanza tumemuona ni mfalme wa kusikia na uko na masikio mfalme wa kufikiria, na unafikiria una, una, una, una. Kuna mfalme wa harufu, kila mtu anasikianga harufu nzuri ama mbaya. Mfalme wa nne ni mfalme wa kuona. Kumbuka huyu mfalme ni wale wafalme Yoshua aliyopigana nao ili kuirithi ile nchi, au ni wafalme sasa wale ambao sisi wenyewe tunastahili kupigana nao ili tukairithi hinchi, maana vita vyetu huenda sisiwe kama hizo za Yoshua na wana wa Israeli, lakini tuko na vita zetu. Kuna kile kitu, kuna ule andui ambaye ameinuka atufanye tusiingie katika ile nchi. Huyu mfalme wa kuona, tutamwangalia kitabu cha Hesabu kumi na tatu. Kama unaweza tuwekea, tuwekee kwa haraka, Hesabu kumi na tatu. Anaitwa mfalme wa kuona, na macho yako vile unavyoonanga na macho yako ujue, kuna mfalme ambaye yes, weka ht ama thelathini study stari wa thelathini. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara moja tukaimiliki, maana twaweza kushinda bila shaka. Tuendelee mbali. Wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa kwa maana wana nguvu kuliko sisi Atu. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyoipeleleza, wakasema ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala wakazi wake, na watu wote tuliwaona ndani yake ni watu wakubwa katri ya mwisho. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Hapo ni hiyo inatosha. Sasa huyu mfalme wa kuona, usipomwelewa umshinde, atakuzuia kwa sababu hawa walioenda kuipeleleza ile nchi walikaona ni nchi nzuri. Hii nchi nzuri, walioiona kwa macho yao, hiyo ripoti pia wakaleta, lakini wakaongeza na ripoti nyingine ya kwamba kile walichoona, wale watu waliowaona ni watu wakuu mno, waliona watu na macho yao, wakiwa ni watu ambao hawezi. Sasa wakakuja kuambia mkutano ya kwamba wale watu, sisi tulijiona kama mapasi raso kwa hivyo, vile unavyoona, usione mambo tu na ukachukulia ni kawaida. Kuna mfalme katika kule kuona, atakutumia atakufanya usirithi ile nchi, maana umeona na macho na ukaweza kuona hawa watu watakushinda. Lakini Bwana naye anakuambiaje? amekupatia hiyo nchi, lakini kwa kuona kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo chochote ambacho binadamu anakifanya kinachocheangwa na hizi hisia ambazo nimeziweka kuwa wafalme wale, ambao lazima hupigana na wao. Usipoona mtu akifanya kitu kimbaya eh, ama akitaka kufanya kitu, anaonanga na macho, na akiona na macho anasema nitafanya hivi Haleluya! Kwa hivyo kule kuona kuna nguvu. Kwa hivyo action yoyote ambayo mwanadamu ataichukua, kwanza itachochewa na hawa wafalme watano, ambao hawa walipoona waliona wao ni nduni, vile unavyoonanga mambo. Unaangalia chuma hapa vile kimezunguka hapa, unasema we, hii kitu inahitaji pesa nyingi, mimi siwezi, mimi sina hiyo pesa. Yaani vile unavyoona na kuna watu wanasema hivyo unaona yani, unaona kitu kikubwa, unaona yani, unaangalia, unapiga hesabu, hiyo chuma ni pesa ngapi? Unaona yani, ukisikia mambo miradi ile tunafanya hapa, wewe yani unaona yani jinsi unavyoona, kuna mfalme katika kuona atakuzuia kwenda kule ambako Mungu anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile unaonanga vitu, unajua sisi ni watoto wa Mungu na katika Genesis Mungu alipoumba mwanadamu na akamwambia tawala juu ya kila kitu duniani ya. Yaani, Mungu alikuwa ameumba mwanadamu, mtazamo wake, mtazamo wa Mungu ilikuwa ni mwanadamu hawe anaona mambo vile Mungu anaonanga. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu mwenyewe alikuwa anasema yale mambo nimemwona Baba akifanya na yafanya. Kwa hivyo mpango wa Mungu ilikuwa ni mwanadamu akiona simba ajue yeye ni mkuu kuliko huyu simba, kwa kuwa mkuu atawale kila kitu. Kwa hivyo wakati unapoangalia mambo katika njia ingine, ni njia ya yule mfalme ambaye atakuzuia usifikie katika inchi ile ya ahadi. Kwa hivyo vile unavyoona, lazima uangalie saa unavyoona mambo, ona kama mungu anavyoona. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Yoshua na Kaleb walikuwa wako na macho ya Mungu. Ndio maana maandiko inasema Kaleb akawatuliza watu hmm? Caleb alikuwa anawatuliza watu kwa nini? Kwa sababu alisikia jinsi Musa alivyowaambia, alikuwa amesikia neno la Mungu, na katika kule kusikia, Yoshua akamshinda mfalme wa kusikia. Haleluya! akamshinda mfalme wa kufikiria akamshinda mfalme wa harufu mbaya, akamshinda mfalme wa kuona. Maana sasa huyu mfalme wa harufu mbaya ni ule wa kuleta ripoti ya kuvunja moyo, lakini Yoshua na Kaleb walimshinda huo mfalme, wakasema tulisikia kwa Bwana. Kwa hivyo wewe ni wewe utachangua utasikia vile Bwana alivyokuambia ama uta, uta, vile ulivyoona ndivyo utafanya. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kumbuka huyu ni mfalme, ninataka uelewe, ili ili usinjimalize mwenyewe. Nimekuambia wale wale wana wa Israeli, the first generation, hakuna shetani anatajwa mahali ati aliwasumbua watu wengine. Hata sio shetani anawasumbua, ni mahali ambapo wanataka kwenda. Kuna wafalme watano na hao wafalme watano wameshindwa kuwashinda. Haleluya, kuna mfalme mwingine wa mwisho anaitwa mfalme wa woga, mfalme wa kuleta woga ili kuingia katika nchi ya, hadi usipomshinda hauwezi kuingia mahali pale, mahali ambapo unataka kwenda. Akikutawala ukiambiwa kuna simba mahali na useme yuko stoti, ukiambiwa hapo Likoni watu hawajengi Ukinunua kuna watu wametishwa, ukinunua ploti likoni itauzwa mara nyingine. Huyo ni mfalme anaongea kukuzuia Bwana Yesu asiwe, haleluya. Na anakumbuka au wafalme wanafanya, walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya lengo moja, kwa ajili ya taifa moja. Kwa hivyo ukiangalia hao wafalme ambao nimekufundisha mchana wa leo, unaona wanatenda kazi katika sawa katika kule kusikia ule mfalme wa kusikia, au ukimsikia woga, naye mfalme anainuka sasa. Kule kusikia, umesikia watu na unaonyesha ushahidi, hao watu waliuziwa ploti na wakang'ang'ana hmm. ambiwa huku kuko hivi, huku Mombasa, watu wakija hawaendangi nyumbani. Huyo ni mfalme, na akikushinda kuna watu wamekamatwa na huyo mfalme wa kusikia, alisikia tu watu wakija Mombasa hawaendangi nyumbani, na hiyo ikamshika na ikawa hivyo, hakawaendi nyumbani, alikamatwa na huyo mfalme. Maana huyo mfalme alizuia hiyo safari yake, safari yake aliyotoka Mombasa kwenda kutafutia jamii na kuletea jamii mambo mazuri, anamkamata ili asiingie katika kule kule kurithi. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo huyu mfalme ambaye anaitwa woga, ukisipomshida hauingii pale hata tukisema tunaingia Kilindini. Kama wewe ni mtu wa woga, usijindanganye rafiki yangu, mfalme huyo wa woga akikushinda. Kumbuka watu walikuwa ni watu wa Mungu, Mungu anatulinda na anatusaidia, lakini ukiwa muoga, maana hata Biblia inasema waoga hata hawaingii mbinguni. Waoga hawaendi mbinguni. Ile kitu Mungu anachofanya ukiokoka, anakupatia ujasiri kama simba. Bwana Yesu asifiwe. Simba akitulia mahali akuangi na shida. Kwa hivyo kitu Mungu anapatia mtu akiokoka ni ujasiri. Maana mtu mwoga Mungu hatafanya kazi na yeye, kwa sababu atamundunisha Mungu na ataonekana Mungu ni kama hawezi na itakuwa ni jambo lisilo nzuri. Basi, nataka kumaliza ni kuambia kwamba shetani anaweza kutumia vile unavyosikia vile unavyofikiria, kuona na kutovumilia, na woga wako kukuzuia kuingia katika nchi ya hadi. Kwa hivyo hawa ni wafalme watano ambao nimekuonyesha. Nenda tu ukawaangalie, ukakae, usianze kuangalia wale wafalme waliopigana na Yoshua, hao walipita. Nenda ukaangalie huyu mfalme wa kusikia, unaposikia mambo unaamwanga vipi, unavyofikiria unafanyanga vipi, unavyosikia harufu mambo hayaendi vizuri mahali, unafanyanga vipi, unavyoona unafanyanga vipi, woga. Hao ni wafalme watano, na nakuambia ya kwamba hawa wafalme watano ukiwashinda utafika mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe, utaingia katika hiyo inchi ya hadi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunajifunza kitu kuna mtu anajifunza, jifunze, kwa sababu usipojifunza utakuwa unapigwa huku na huku, huku na huku. Shetani anapoinuka anakuja kukupiga. Watu wananjaza, watu wamejaza Likoni, wamejenga Likoni, imejaa wewe, ukindanganywa ati huku Likoni watu wakinunua wanaibiwa. pana Yesu asiwe, watu wanafanya mambo, unatishiwa na hao wafame wanazuia, usikumbali kuwa na ujasiri, kaa kama Mungu. Mungu alikuumba uwe kama yeye. Kwa Yesu asifiwe, haleluya. Na ujue Mungu anaitwa Bwana wa majeshi. Kwa nini anaitwa Bwana wa majeshi? Anakaanga na majeshi, kwa hivyo wewe unastahili uwe njeshi. Kwa Yesu asifiwe. Usikae kama mtu wa woga. Ripoti ile daktari anayoleta unaiamini sana? Mimi siamini sana ile ripoti, wewe inaletwa na daktari siamini sana nauliza naye, Mungu anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vile utakavyoshinda hawa wafalme tunaona, Yoshua alipowashinda hawa wafalme watano, vita ikakoma. Wana wa Israeli Yoshua akawangawia, wakawa urithi, na vita ikatulia. Kwa hivyo ukiwashinda, vita itatulia na utakuwa mahali pa sawa. Tusimame kwa miguu yetu. Kumbuka, Mungu anatembea na watu wa ujasiri, watu wa kupigana. Kile ambacho Mungu amekuahidi kiko na mtu. Maandiko inasema ya kwamba pia kuna mali ya wenye dhambi imewekwa kwao kuwa urithi wa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue ya kwamba vile vitu Mungu amekuahidi ziko na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupewe wimbo wa kuabudu tunapoenda kumwabudu Bwana tumwambie atusaidie tukaweze kuwashinda wafalme hawa watano

Unaweza Bwana, unaweza Jehova, ni wewe Bwana, ni wewe. Inua mikono yako mbele za Bwana, uu, mwambie Bwana kuwezeshe, mwambia Bwana akupatie kimbali ya kuwashinda wafalme wao watano ambao Yoshua mwana wa Nuni alipigana nao na akawashinda. Mwambie Bwana akupatie nguvu, mwambie Bwana akuwezeshe, mwambie Bwana akupatia uweza wa kumshinda mfalme wa kusikia na mfalme wa kufikiria na mfalme wa harufu na mfalme wa woga na mfalme ule mwingine. Mwambie Bwana akuwezeshe, mwambie Bwana akupe nguvu. Ni kwa sababu ni lazima tuingie katika, hadi tukaingie katika nchi ya hadi, na ni lazima tupigane vita. Mwambie Bwana nipe nguvu, mwambie Bwana akuwezeshe. Kumbuka Yoshua alikuwa mwanadamu kama wewe, lakini Bwana alimpatia nguvu ya kuwashinda wafalme watano. Mwambie Bwana akusaidie, ni kwa kuwa wafalme hawa wanatumianga kusikia kwetu, wanatumia kufikiria kwetu, wanatumia kuongea kwetu, wanatumia njia zote katika maisha yetu. Pana tusaidie, tuwezeshe Bwana, tutawale mchana waleo, pana tupigania vita, ni kwa kuwa nchi ile ya ahadi tunatamani tukaweza kuifika, inchi ambao pana imejaa maziwa, imejaa asali, Ime mejaa urithi wetu Bwana, tusaidie tupiganie na adui zetu, tupiganie Bwana mapana vile ulivyowapigania wana wa Israeli. Bwana tupiganie, tusaidie Bwana tuwe majemadari wa vita katika kuomba, katika kusoma neno. Bwana tusaidie katika kushuhudia, katika kusonga mbele, tukafikie nchi ya ahadi jina la Yesu pana na kuinua na kutukuza Bwana. Wewe ni mwaminifu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wezesha watu wako waliokuja kusikia neno lako Bwana, ya kwamba Mungu wa utukuvu, tumeona nchizi vita zilivyopiganwa ili Yoshua kuweza kuwaridhisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Alipigana na wafalme Tano, na kuwaangusha. Bwana, tusaidie tukawaangushe hawa wafalme wa kutuzuia kuingia katika hiyo nchi katika jina la Yesu, ni kwa kuwa Bwana, neno lako linasema kupigana kwetu sio kwa mwili na damu, bali ni kupigana na mamlaka na mapepo wachafu waliko katika ulimwengu wa kiroho watawalao katika uovu watawalao katika kutisha. e Bwana wa utukuvu tusaidie, Bwana tutawale, Yehova tuwezeshe, Bwana tupe ujasiri katika Roho Mtakatifu na katika nguvu zako, kila mmoja Bwana akaweze kuirithi hici ya hari katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, tunatangaza kuwa wafalme watano wa kutuzuia tumewaka nyanga katika shingo zao, na hivyo ndivyo Bwana utakapowakanyanga handui zetu katika shingo zao na kutupigania. Inuliwe Bwana, tukuka milele. Achilia baraka, achilia kimbali, achilia uponyaji katika ibada hii, Bwana wa mabwana takatifu wa Israeli, kukiwa kuna mgonjwa katika ibada hii, achilia uponyaji, nyumba zikaponywe katika jina la Yesu, watu wako waponywe, huduma zikaponywe, mioyo ikaponywe. Kuna mfalme wa kusikia alitawala watu na akaleta shida, pana mfalme huo inamtangaza kushindwa katika jina la Yesu, Bwana wa mabwana nakuamburu na nakuinua, Mungu mtakatifu, pana imepiwa ni kwa kuwa baraka zako siko mahali hapa. Tunashukuru na tunakuinua wewe, ni mwaminifu wewe, ni Mungu mkuu. Mtazamaji unayenitazama kumbuka, tumenena juu ya kuingia katika nchi ya ahadi, na nchi hii ya ahadi hauwezi ukaiingia ama huwezi ukapigana na hawa wafalme kama haujapatiana maisha yako kwa Yesu. Unapopigana na wafalme watano ambao walipigana na Yoshua ili kuweza kupikia katika nchi ile ya ahadi, ni lazima upatie Yesu maisha yako, ili aweze kukusaidia kupigana na hawa wafalme watano kwa hivyo kama hujampatia Yesu maisha yako, taka nikuongoze katika sala ya toba na utaokoka na utapata nguvu ya kupigana na hawa wafalme watano ambao wanazuia watu kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa hivyo uko hapa unanitazama, mtazamaji, unasema ninataka niokoke, homba maombi haya, nyumba yangu, sema: Bwana Yesu, siku ya leo nimesikia neno lako na nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Siwezi kupigana na hawa wafalme watano waliopigana na Yoshua ili kuirithi nchi ya ahadi bila kupatiana maisha yangu kwako. Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu na makosa yangu yote. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nitakupenda, nitakutumikia. Nimekataa shetani na mambo yake yote. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuokoka. Wacha nikuombee. Bwana akutie nguvu, Bwana akujaze Roho Mtakatifu ukiwa mahali popote, unapotazama kumbuka vita tunavyopigana. Roho Mtakatifu ndiye anayepigana. takuombea kwa Bwana na unaweza kunjaza roho ukiwa hapo kwa nyumba, mahali unapotazama, muamini Bwana kwa sababu amesema, itakuwa siku za mwisho, na hizi ni siku za mwisho ambapo Bwana amesema atamimina roho wake katika kila mwili, na atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye ameokoka, patia nguvu za kusimama katika uokovu. Bwana, achilia roho wako, kama vile ulivyosema katika neno lako kupitia kinywa cha Nabii Yoeli, wanjaze Roho Mtakatifu ili wakapigane na hawo wafalme watano ambao wanawazuia kuingia katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu na utawahudumia katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Basi mtazamaji unayetutazama katika ibada hii ya tatu, kuna namba ziko hapo kuna nambari ziko hapo chini ya runinga yako, mahali ambapo unaangalia ukienda ukipiga hizo namba, tutaweza kukusaidia na Mungu atakubariki. Kwa hivyo hizo nambari zinatembea hapo chini, piga moja kama unataka kujua jambo fulani, kama umeokoka, pengine ya uko karibu, unataka kupata kanisa, tutakuelekeza na Bwana atakusaidia, na siku moja utashuhudia wema wa Bwana. Kwa hivyo tunafika hapo wakati mwingine tutakurudia, tunaweza tukaketi. Basi, hiyo ni neno la Mungu, na neno la Mungu ni la kujenga, na neno linapojenga huwa matunda inaonekana. Naamini ya kwamba neno hili ambalo umelisikia litakujenga na utakuja kushuhudia, na nakwambia, maisha ni ya vita. Haya, kama hutaki vita, heri utoke katika safari hii. Hizi vita mpaka upigane. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ukisikia vita kwa huduma unakimbia, ah, mimi siwezi. Hauwezi ah, kweli. Maana vita viko hata katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Eh, sinaingia sione, tunahubiri moto, tunahubiri neno ukasema ah, kwetu kumetilia. Kuna inukanga vita kini, tunamwita bwana. Bwana Yesu asifiwe. Eh, usione vita ukaongopa, mpaka upigane vita. Basi naamini ya kwamba utakuwa ule wa kundanganywa katika kuambiwa pokea muujiza, chukua nyota, sijui ya kufanikiwa. Ni lazima upigane. Bwana Yesu asifiwe, hakuna nyota. Yoshua alipokea na wana wa Israeli walipigana. Kwa hivyo, pigana. Bwana Yesu asifiwe, maana we unajua vita. Haleluya! Kwa hivyo, tunapoenda kutamanisha ibada hii yetu, tumtolee Bwana, tunaweza tukamtolea Bwana shangilia Bwana na kumtolea Bwana dhabihu, kwa sababu matokeo ya wokovu wetu ni dhabihu. Yesu Kristo ndiye alitolewa dhabihu ili tuokoke, na sisi tukawa watu wa dhabihu. Kwa hivyo inua sadaka hiyo mbele za Bwana, tukaibariki mbele za Bwana ili akaipokee Baba katika jina la Yesu. Sande kwa neno lako mbalo tumelinena mchana wa leo. Najua Bwana neno hili utaenda kulipiga muhuri katika eh, watu wote walioisikiliza, na ninajua matunda yataonekana, maana ulitutuma twende tukazae matunda na matunda yetu yakapate kukaa. Ninajua matunda yatakayozaliwa na neno hili Bwana matunda hayo yatakaa. Tunapomaliza ibada hii, tunataka tukuabudu kwa matoleo. Bwana mbariki sadaka zetu, fungu letu la kumi ukalitakase na kulikumbali Bwana. Kukiwa kuna mmoja katika ibada hii ambaye ana sadaka kwa kuwa hukumpatia naomba Bwana mfungue milango ya baraka, pia yeye akaweze kuja na sadaka kutolea maana ulisema sio vizuri tuje mbele za Bwana mikono mitupu na kwa kuwa Bwana hukuachilia wana wa Israeli mikono mitupu, walibeba dhahabu vitu vyote vilivyokuwa na maandui zao, uliwaamuru wakawapatie ili kukutolea dhabihu. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe, ani, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mm. Basi tunaweza mtolea bwana dhabihu zetu, tumtolee bwana dhabihu zetu.